Box unatupata kwa uzuri kabisa na matangazo mbashara kabisa kutokea kwenye dimba hili. Bao ni sifuri bila sifuri, na hivi sasa nakabidhi kijiti kwake Dennis Yego. Akupitisha, pitishe, pitishe, e, kuna kwa dakika chache hizi kabla sijaja kumalizia dakika tisini zote sa mtanange huu kwako Dennis Yego. Asante sana, asante sana Sospita bin Mafuru. Kipindi cha pili kimekwisha anza, msikilizaji wa 93.5 Bariadi FM. Kipindi cha pili timu ya Igegu Heroes. Kipindi hiki cha pili, vijana wa timu ya Igegu Heroes wanatoa mashambulizi wanatoa mashambulizi yao kutoka upande wa magharibi mwa uwanja kuelekeza upande wa mashariki, wakati vijana wa timu ya Matongo anatoa mashambulizi yao kutoka upande wa magharibi kuelekeza mashariki mwa uwanja, wakati Igegu Heroes wao wakitoa mashambulizi yao kutoka upande wa mashariki kuelekeza magharibi mwa uwanja. Kipindi cha pili kimekwisha anza na hakuna bao kama ambavyo ilimalizika katika kipindi cha kwanza. Mchezo unaendelea na hakuna mabadiliko kwa timu zote mbili, wachezaji waliomaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza ndio wale wale ambao wameaminiwa kuendelea na kipindi hiki cha pili, vinginevyo itakuwa ni baadaye kama walimu hawa mwalimu Elisha kocha wa timu ya Igegu ama kuwa posta ambaye ni kocha wa timu ya Matongo kama wataona inafaa kubadilisha mfumo. Kumetendeka madhambi upande wa kaskazini mwa uwanja, atacheza mpira kuelekeza lango la timu ya Matongo. Awekwa mpira mmoja mrefu kule, jaribu kukontrol ule mpira pembeni kule, Hosea amedhibitiwa na unaondosha katika eneo la hatari ule mpira kule, akwenda anakwenda ewani kule, anaukosa ule mpira pale pomakoe baba ubaya pia unaondoshwa kwenye jia, wanamiliki vijana wa timu ya Igegu Heroes, wanaingiza eneo la hatari na nacheza uzuri kule. baba ubaya asukumiza mbali ule mpira kule, doto posta. Wanashambulia vijana wa timu ya Matango, anakwenda kule madu Robert Mbolela Mbolela, amedhibitiwa cheza uzuri, unaondolewa ule mpira mbali kule na Jackie Jackson, unakwenda nje, unakuwa ni wakurusha kuelekeza lango la timu hii ya Igegu Heroes, timu yenye afya njema. Atarusha vijana wa timu ya Matongo yuko pale hogo kubwa anapitisha pasi ya chenga ya mwili, hata hivyo hivyo mpira umevuka kwenye touchline umekwenda nje unakuwa ni wakurusha. Sasa atarusha vijana wa timu hii kisha anzisha pale nzule. Atarusha ule mpira anamtafuta pale sasa. Roketi, roketi ana control, roketi anazunguka pale kama roketi yenyewe. Roketi anaangalia cheza naye na anacheza pembeni kumtafuta kule. Sasa mzule mzule, anacontrol ule mpira Nzule na roketi wanaonana. Roketi anacheza mpira moja mrefu kule, anakimbilia ule mpira kule. Baraka Nsona, sona nakwenda, sona nakwenda na vijana wa timu ya Igego, nacheza ule mpira kule, kumetereka madhambi.